Kama kuna kipindi kigumu ambacho mke wa marehemu MC Pilipili anakipitia basi ni kipindi hiki ambacho licha ya kwamba majonzi ametawala kwa sababu ameondokewa na mume wake, lakini pia anakutana na vikwazo vizito kutoka kwa familia ya marehemu, vikwazo ambavyo sijui kama hata anaelewa jinsi gani ambavyo anaweza akaja kufishinda hivi vikwazo, kwa sababu kuna sababu kubwa ambayo inasemekana familia inamchukulia yeye, mke wa MC Pilipili kuwa ndiye moja ya watu ambao ni wanafiki wakubwa sana w w na tageti kubwa. Hey, kimekuwa kikimliza sana mke wa marehemu MC Pilipili, sababu ambayo ameweza kuitoa au pia, kwa namna fulani hata yeye mwenyewe pia mke wake na MC Pilipili yuko sahihi, lakini ngoja utaisikiliza hii sababu, then utakuja kunipa maoni yako kwamba kwa, kwa upande wako unavyoona, unadhani kwamba upande upi ndio uko sahihi kutokana na hayo madai ambayo mimi nataka nikusanue hapa. Lakini kabla tujafika mbali zaidi, ni kukumbushe na wakati wako sasa hivi kuonyesha upendo. Kama ulikuwa bado hauja subscribe, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo, like hii video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho wewe utakuwa umeza kitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabi Official, hii ni Bongo Vibe. Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho, ukapate kufahamu kweli wote juu ya kila ambacho kinamwandama mpaka sasa hivi Uh, mke wa MC Pilipili mpaka kufikia hatua ya kumtimua kiasi kwamba hawamtaki kabisa kwa sababu wanaamini huyu ni mnafiki. Sasa sababu kubwa ambayo wanaamini kabisa inaweza ikawa ilipelekea mke wa MC Pilipili kuchukiwa kwa kiasi fulani, ingawaje tunafahamu kwamba walishakuwa wamesema kwamba mambo yao walikuwa wamea seto tayari na walikuwa na maelewano mazuri, lakini kitendo kikubwa cha mke wa MC Pilipili kuja kusema kwamba alikuwa hajui kwamba MC Pilipili kasafiri kwenda Dodoma, na ilikuja kuwaaminisha familia ya MC Pilipili kwamba kumbe walikuwa hawana maelewano mazuri, na kila mmoja alikuwa anaishi kwa kuzingatia time zake zake pamoja na business zake. Kwa hiyo kwa ufupi, wanasema kwamba kile kilio ambacho huyu mke wa MC Pilipili ambacho analia sasa hivi ni kilio cha kinafiki, kwa sababu moja ya kitu ambacho kwa upande uh, fulani amekitarget ni mali tu. Ikumbuke kwamba kweli MC Pilipili alikuwa ni mtu mashuhuri ambaye lazima mali uko nazo. Kwa hiyo wazazi wanaamini kwamba alichokifata huyu mke wa MC Pilipili ni kujilizaliza na kuonyesha kwamba alikuwa na upendo wa dhati kwa mume wake, ili mwisho wa siku sasa wazazi waweze kumonea huruma na kumpa portion ya mali ambazo MC Pilipili alikuwa anamiliki. Lakini pia amekuja msibani kwa ajili pia ya kwamba MC Pilipili ni baba wa mtoto wake, so wanaamini kwamba atapata mafao ambayo ama urithi ambao mtoto wake na MC Pilipili ndio ambaye atapata kutokana na kwamba mali ni za marehemu baba yake. So wanasema kwamba amekuja msibani akiamini kwamba atapata dabo, yani atapata dabo uh, kwa sababu kwanza kabisa atapata kwa ajili ya mtoto, kwa maana mali kwa, kwa ajili ya malezi ya mtoto alafu pili atapata yeye kama mke wa MC Pilipili. Kwa hiyo amejiliza kwa namna ambayo, ili aonekane na uchungu mkubwa, kumbe analia tu kuonyesha kwa watu na kuaminisha watu kwamba alimpenda sana, lakini kiukweli ni kwamba hakumpenda, na ndio maana hakuwa anazingatia hata kwamba mume wake yuko wapi na mpaka wakati ambao umauti unamkuta sasa. Imekuwa ni mjadala mzito kiasi kwamba mpaka sasa hivi inasemekana kwamba huenda asipate kitu na taarifa pia zina, uh, kutoka vyanzo vya karibu zinasema kwamba familia imepanga kwamba kama ikiwezekana watamchukua mtoto wa marehemu na kuweza kuishi naye, kwa sababu hasa hivi ukimwangalia ni mkubwa tu, ana miaka mingi mingi kidogo kwenye tano sita kama sijakosea. So ni mtoto mkubwa ambaye sio kana kwamba ananyonya wala nini, kwa hiyo familia inaweza ikamlea huyu mtoto ili kile ambacho baba yake alikuwa anakimiliki kiweze kuwa advantage kwa mtoto, lakini huenda wakamnyima kabisa huyu mke wake ni MC Pilipili kutokana na kwamba mpaka wakati umauti na mkuta MC Pilipili hawakuwa na maelewano mazuri na ndio maana hakujua hata kwamba mume wake yuko wapi. Sasa maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki? Unadhani mke wa MC Pilipili ana deserve kupata chochote kitu kwenye hiki ambacho kimeweza kutokea au kwamba wakishamchukua mtoto hii familia basi mke wa MC Pilipili ana deserve kupata chochote? Comment yako ni ipi? Tuambie hapo chini hii video, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.